Moja, tusome kwa pamoja, sabini na moja.

Mkurugenzi alinyoosha mkono kuwatuliza kisha akasema, chanzo cha moto bado hakijajulikana. Upelelezi umeanzishwa, lakini na wasihi mkubali msaada ya serikali, maana iko hapa kuwasaidia. Mkurugenzi alisema kisha akaondoka na watu wake. Washu alimfuata unyounyo bila kutamka neno. Watu hawakujua kilichomleta pale. Yule mwanamke akuja tu hapa bila sababu, Mabasha aliwaambia wenzake.

aina ile kuja pale. Mama huyu katu atembelei watu walio na shida wala ajali maskini. Leo hii amejiwa na malaika gani? Ni usamaria au ni unafiki huu? Wow. Watu wakawa wanajiuliza maswali. Mabasha alidadabishwa na ukarimu wake, alijuaa jamii moja. Je, hii ni njia moja ya kuwafunga macho? Alishangaa. Vizuri wewe. Kwa hivyo unasema, msemaji nani? Msemaji ni nani? Mbuhulu. Msemewa anawaambia nani? Waketwa wenzake, si ndio? Mahali ni nje ya nini? Ya kanisa. Kwa hivyo walikuwa na shuku kuwa Mbwashu alikuwa pale amekuja kuwauzia bidhaa bidhaa zile za kiwanda chake. Kumbuka kuwa mbwashu ni mfanyibiashara si ndio? mm-hmm. E, na ni rafiki wa karibu. ni mwanamke ni mwanamke na ni rafiki wa karibu wa nani temi lesulia. Usisahau kwa, kwa kutumia mifano mine, jadili mtindo katika dondoo hili. Nilikwambia mtindo ni nini mbinu za lugha si ndio? Kwanza kuna methali kifo cha panzi furaha ya nani kunguru. Pia pale kuna mazungumzo, kesho utamwona, ameagiza vinywaji mbalimbali, vilete hapa muuziwe. Si ni mazungumzo? Kuna usimulizi wa nafsi ya tatu, amekuja hapa. Mhm, tumeambiwa amekuja hapa umekuja hapa kwa sababu za kibiashara. Na pia kuna nafsi ya pili, mnajua mnajua, na kiwanda cha sharubati vizuri. Pia kuna umeambiwa pale uangalie umuhimu wa mandhari ya dondoo hili. Kwa hivyo hapa ni mandhari gani? Mandhari ni nini? Mandhari ni yapi pale, samahani, kanisani, si ndio? Na siku hizi huwa wanauliza sana. Mwaka jana hukuuliza kwenye mtihani wa KCSE, lakini sasa watauliza kwa sababu wamevuka tu mwaka mmoja. Wao wanauliza kila wakati umuhimu wa mandhari. Mandhari unapaswa kuwa ni mahali si ndio? Mahali tukio linatokea, na tulisoma kuhusu mandhari. Si lazima hiyo ni mahali, wakati mwingine hata ni hali fulani, lakini wakati mwingine wanasema mandhari ni mahali, na hapa ni umuhimu wa pale mandhari ya kanisani, nje ya kanisa. Kwanza ni kuona hasara za ubaguzi Waketwa wanakosa makao kwa sababu si wanabaguliwa, mm. hey, na wale wa kule serikalini wakianziwa na mzee, na Mtemi Lesulia pia anajenga mtiririko wa vitushi. Mtiririko wa vitushi ina maana vile mtiririko wa matendo yanavyotokea kupitia Waketwa kuwa wakimbizi wanakimbia kutoka kwao kwa sababu kulichomeka. Pia ni kuona sifa za Mbwashu kama mnafiki. Amekuja pale anasema anawasaidia lakini yeye ndio ye, wanataka kuiba nini? Matango, si ndio? mm. Sifa za Mbwashu kama mnafiki. Pia kukuza mtindo kupitia mbinu ya mazungumzo. Tunaona yale mazungumzo ya Mbwashu na Waketwa wenzake. Pia tunaona suala la uongozi mbaya au unaweza kusema maudhui ya uongozi mbaya kwa sababu lesuliaji pale kuwazungumzisha si ndio, na hata awasaidii. Pia inatorisha jinsi ambavyo mbwashu wananufaika kutokana na hasara ya waketwa. Tunaona pia suala la unafiki kupitia Nazia ambaye anajifanya kuwa anawasaidia waketwa kwa kuwaletea vyakula vya msaada, si ni mkewe mtemi. Huo ni unafiki, kwa sababu yeye si akapatika uongozi, si ni bibi ya bibia, mtemi pia zaidi inachimuza ubadhirifu. Kuchimuza ni kule kuonyesha ubadhirifu. Ubadhirifu ni pale unatumia mali ya serikali vibaya. Kunaonyesha ubadhirifu wa mali ya umma kupitia Mbwashu ambaye anabebwa na gari la serikali ilhali yeye si nani? Si mfanyikazi wa serikali.